Maadhimisho haya kujitathmini na kutafakari hatima ya wilaya yetu na taifa letu katika masuala ya usuye usawa wa kijinsia, kubadilika na kushikamana na serikali na wadau katika kupambana na vitendo vyote vinavyokinzana na malengo ya kumulinda mwanamke. Hatuwezi kujenga wilaya na taifa lenye usawa endapo bado watoto wetu wanakatishwa masomo na kubebeshwa ujauzito. Familia zetu hazina amani kutokana na vitendo vya unyanyasaji wanawake na watoto kwa namna mbalimbali. Wanawake hawapewi nafasi na fursa sawa katika nafasi za elimu, uongozi na maeneo mengine muhimu. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kueneza elimu hii ipata hapa ili kuchochea mabadiliko chanya katika jamii. Tunaamini kwamba nyinyi ni jeshi, jeshi kubwa, jeshi imara. Basi tunaona mambo kama haya mtaweza kuyafanyia mkakati na kusaidia, namba moja kusaidia watoto wa kiume, eh, waweze kutambua nafasi yao katika jamii, maana kadi siku zinavyozidi tunaona Awa watoto wa kiume wanapoteza uwezo wa kujua majukumu yao katika jamii, na hii inapelekea watoto wao wa kiume kuwa mashoga, matendo ya ulawiti yanaongezeka katika jamii. Hii ni sababu ya watoto wa kiume wameacha kutambua nafasi yao katika jamii kama walinzi, lakini pia we, watu wa kujenga familia hapo baadaye. Hivyo tunaomba kama jeshi na wanawake weze kabisa kusaidia malezi kwa hawa vijana wetu wa kike na wa kiume bila kuwasahau. Lakini la pili ni vema basi e, tujikite pia katika utunzaji wa mazingira, na hapa namaanisha katika mambo mawili ambayo ni ajenda ya kitaifa, ikiwa mojawapo ni kutumia nishati safi hasa katika kupikia, e, lakini pia kutunza vyanzo vya maji, pia kupanda miti. Hayo mambo tunajua, shughuli nyingi za wanawake zinagusa maeneo haya na hivyo basi kama lakini hii nyingine ni la muhimu kwa namna yake kulingana na mwaka huu wa uchaguzi. Na hii natoa wito kwa wanawake wote, eh, wenye sifa, mshiriki katika hatua zote za uchaguzi 2025 ngazi zote, bila uoga, kwa kufuata sheria na taratibu za nchi. Enyi kina mama katika vikundi mbalimbali mbali, kwa kufuata taratibu na sheria, undeni vikundi kwa sababu pesa ya kuweza kuwapa mikopo hiyo yenye nafuu ipo na iliwekwa kwa ajili yenu. Ni nyinyi tu kuchangamkia fursa hiyo tambua, kwa maana serikali inatambua kwamba nyinyi ni jeshi kubwa, na nyinyi ni watu imara, na kimsingi wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kutunza fedha, wa kutunza mali. Hivyo ukimkabidhi hii mikopo na nini, basi tunaamini itafanya mambo ya maana. Wanawake hoye!